Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapo kwa ajili ya kuletea update hii. Hapana, hiya leo bwana, inahusiana na usiano, na e, tukio ambalo limetokea huko mtandaoni na Mange Kimambi ameamua kuvujisha hii story na ni story ambayo inamhusu Mwijaku bwana. Ni kwamba video zimevuja za warembo wa huko chuo wa, hawa ni wanafunzi wa chuo wakiwa wanapigana wa wanampigania Mwijaku ambaye inafahamika kabisa kwamba Mwijaku ni mtu ambaye ana familia, ni baba wa mtoto mmoja na ana mkewe na mkewe. Kila siku tunamuona mitandaoni Mwijaku akiwa anatoa ushauri mara nyingi kuhusiana na mambo ya mahusiano na ndoa kwa ujumla, lakini pia vile vile Mwijaku amekuwa akionyesha akiwa anawasema watu ambao hawajaoa wa na ameonyesha kwamba yeye yuko na maadili zaidi kwenye ndoa yake tofauti kabisa na ndoa nyingine ambazo zimekuwa zikivunjika mara kwa mara. Sasa kitu ambacho kimehappen bwana ni kwamba eh hawa warembo e, wamekuwa wakipigana wakimgombania Mwijaku, mtu ambaye ni baba wa familia na ana mke. Lakini pia vilevile vile, kitu ambacho kimekuja kustaajabisha zaidi kitendo, e, kuna wadada, takriban ni kwamba kitendo cha huyu bidada hapa, watatu walimkamata mwanadada mwenzao ambaye wanasoma naye hapo chuoni ambaye alikuwa ni rafiki yao, ambapo amewazunguka yani, kuna bidada hapa alikuwa anaitwa Mary. Huyu dada bwana alikuwa ana date na Mwijaku. Then wakati huyu dada na date na Mwijaku alikuwa na rafiki yake. Sasa huyu rafiki yake pia alikuwa na anafahamu anamfahamu Mwijaku kama shemeji yake. Uh, lakini at the end of the day ni kwamba huyu rafiki wa huyu dada mwisho wa siku na yeye naye pia akaamua kuruka na Mwijaku. Umeona bwana, kwa hiyo Mwijaku ametembea na rafiki wa mchepuko wake. Sasa basi, kilichotokea ni kwamba mchepuko wa Mwijaku amekamata yule rafiki yao aliyetembea na Mwijaku wakaanza kumsurubu. Kwa hiyo hapa kuna video nyingi sana zimesambaa mitandaoni zikiwa zinamuonyesha huyu dada akiwa anamwagiwa maji akiwa anapigwa anasemwa na alikuwa anarekodiwa video na sauti, na hawa wanafunzi waliamua kumdhalilisha huyu mwenzao kwa kuvujisha hizo video na sauti, ili chuoni pale kwenye baadhi ya magrupu hizi video zionekane. Lakini pia vile vile eh, ni kwamba huyu dada pia kilichomkuta kingine ni kwamba hawa eh, mchepuko wa Mwijaku na marafiki zake walipomkamata na kumweka chumbani kwao humo, ni kwamba walimnyoa mpaka nywele nywele moja baada ya nyingine. Atuwezi kuonyesha kutokana na maadili. Lakini pia vile vile, so Mange mwenyewe aliyevujisha hizi video amelaani vikali kitendo hiki na bwana, lakini nataka kwanza hapa usikilize jinsi ambavyo mzozo ulivyokuwa. Yeah, so hapa huyu Mage, ndio ndio huyo rafiki wa mchepuko wa Mwijaku, ambaye amewazunguka, ambaye na yeye pia amepita ameruka na au amejihusisha katika mahusiano na Mwijaku, ndio huyu anaitwa Mage. Hapa alikuwa akimwoji siju kufanya hivyo kwa nini? Mbona hizo hizo, kuna msongo wa chini ukko Blocks, yeah, so unaambiwa kwamba huyu, huyu, huyu binti ambaye ni rafiki wa huyu mchepuko wa Mwijaku ambaye amepita na Mwijaku ni kwamba inasemekana kwamba Mwijaku kumbe alivyopita naye akaamua kumblock ili aendelee na mambo mengine kwa sababu inaonekana kwamba ilikuwa labda ni bahati mbaya. A bwana, lakini huyu binti yeye bado akawa anaendelea kumsumbua Mwijaku. Sasa hizo message zote hawa wakina Mary ambao ndo mchepuko e, wa Mwijaku wamezifuma. Kwa hiyo ushahidi wako nao ndo alikuwa hapo. Sasa wakimoji kwamba baada ya Mwijaku kublock ulikuwa anaendelea kumtext kupitia namba nyingine. Kwa nini umeona bwana, lakini hayakuishia hapo, sekeseke seke likaendelea sasa kwenye swala zima la unyoaji wa nywele e, unaambiwa kwamba walimnyoa nywele pale e, kwa kutumia mapovu na kisu yaani walikuwa wanapaka nywele mapovu, wanazikata na kisu, kwa hiyo walimnyoa lakini kuishia hapo ni kwamba wakamwingiza mpaka chooni, haijulikani walikuwa wanataka kumfanya nini. Lakini huyu binti naye pia kujitetea uhai wake au usalama wake, alikuwa ameshika kisu ambacho walikuwa wanang'ang'ania kumpokonya mixa, kummwagia maji huko chooni, sekeseke nalo pia lilikuwa hivi

ya yeah, so kwa kifupi ni kwamba binti kweli alipitia jehana. Mwaswa ni kwamba walimtoa mpaka nguo na kumwingiza chooni, wakawa wanamwagia maji akiwa na marasta yake na nini na makofi juu. Umeona bwana. Lakini pia wakamwambia kwamba wazi wakamwambia wazi kwamba video pamoja na ushahidi wa hiki ambacho anachofanyiwa hapa watazivujisha katika magrupu ya chuoni kwao. <tipi> Yeah, so sekeseke lilikuwa zito kwelikweli, lakini baada ya hapo inasemekana eh, kwamba walikuwa wanataka wamchome eh, moto mapajani, lakini haikuishia hapo ni kwamba wakaanza tena kuchukua mfagio e, ule mti wa mfagio, wakaanza kumgonga nao kichwani. Kwa hiyo binti alipigwa pia mifagio ya kichwa.

Yeah, so inasemekana kwamba eh, Mwijaku kumbe wakati anaanza mahusiano na huyu rafiki wa mchepuko wake ni kwamba pia alikuwa anamuhudumia. Kuna baadhi ya vitu alikuwa anamnunulia mixer, kumtoa out na vitu vingine kama hivyo. So wakati hapa wanamgonga na mti wa mfagio, alikuwa huyu binti anamuuliza hayo maswali pia.

So hapa bwana, huyu binti alikuwa anamtandika na waya. Kwa hiyo binti amepitia balaa zito kweli kweli. <coughs> lakini haikuishia hapo ni kwamba huyu mchepuko wa Mwijaku ambaye inasemekana anaitwa Mary, bwana ni kwamba alitafuna laini za huyu rafiki yake. Kwa hiyo alitafuna mpaka laini ili mradi tu huyu rafiki yake akose contacts e, zake muhimu zipotee. So hivyo ndivyo sekeseke lilivyokuwa na tuishie hapo kwa sasa hivi, lakini nitakuletea full detail kuhusiana na kitu ambacho Mange Kimambi amezungumza kuhusiana na hili ambalo limetokea leo. Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.